Yes, watu wengi wamekuwa na maswali mengi sana hasa mara baada ya hii wiki mwishoni mwishoni hapa eh, kuonekana kuna mbanga mbanga nyingi sana ambazo zinakuwa zinatokea katika eh, katika hizi lebo na tunajua kabisa pia eh, msanii Yammi ameweza kuondoka kwenye lebo ya The African Princess ambayo inamilikiwa na, na msanii Nandi. Sasa watu wengi wamekuwa na comments tofauti tofauti, na comments tofauti tofauti na nyingi sana na hii ni mara baada ya kuhisi kwamba eti Yammi alikuwa anatoka kimahusiano ya kimapenzi na na Bill Nass na ndio maana imemsababisha bana Nandi eh, kuweza sababsa kum kumtoa bana au kuweza kumtoa Yami katika kundi hilo. Lakini pia kwa mtu ambaye anakuwa na akili timamu kabisa na kuweza kuangalia ile clip ambayo alikuwa ipo Yami pamoja na na msanii Nandi wakisaini mkataba ya kuweza kuachana kutoka katika label, utagundua tu kwamba kulikuwa kuna namna gani kwamba ni ukweli wa mambo haya ambayo mbayo yanazungumzwa kwamba kuna namna fulani Yami anatoka kimapenzi na Bill Nass, ndio maana imemsababisha Nandi kuweza kumtoa Yami bana. Sijajua, sina uhakika, lakini pia hakuna kitu kama hicho, lakini zimekuwa ni comments za watu, lakini pia na maoni ya watu wengi sana. Sasa mpaka watu wengi pia wamekuwa na maswali mengi zaidi, lakini pia kuweza kujiuliza kuhusiana na story ambazo zisizo za rasmi, lakini pia mitaani kuwa eh, kwa sababu ambayo iliweza kumfanya eh, atoke pale, eh, katika lebo ya African Princess ni Billnass. Sasa watu wanadai kwamba eti huenda Nandy alipogundua kwa Billnass na Yammi ni wapenzi, mambo yakawa tofauti na akamsababisha yeye kuweza kumtoa eh, katika pale kwenye ile eh, lebo hata ukiwa wewe kwamba endapo umeweza kumwajiri mtu alafu mwisho wa siku akawa anatoka na mpenzi wako, au akawa ni bosi wako, then ukaanza kudate na mfanyakazi wake, inakuwa ni noma sana. Na ndio maana imemsababisha eh, Princess Nandi kuweza kumtoa Yammi katika kile kitu ambacho alikuwa pale, lakini pia ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya poa zaidi. Lakini pia watu wengi wamekuwa wakisema kwamba huenda labda amepata meneja mwingine ambaye anataka kumsimamia yeye rasmi, na kama sio eh, sio mtu ambaye anakuwa ana, ana, ana, ana amesainiwa chini ya lebo. Yani aweze kujitegemea yeye e, anatoka na, na, na, na, na masakata mazima ya wasanii kuweza kutoka kwenye lebo kwa sasa hivi yamekuwa ni makali kinoma noma.